Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi nchini Kenya imeeleza kwamba wanamgambo wa kundi la Al Shabaab walishambulia kambi ya polisi ya akiba iliyoko Biyamadhow, katika kaunti ya Garissa, inayopatikana kwenye mpaka wa Kenya na Somalia. Shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia mbinu za kigaidi, ambapo wanamgambo walishambulia kambi ya polisi kwa lengo la kuzua machafuko na kuendeleza harakati za kupambana na usalama katika eneo hilo. Kambi ya Biyamadhow ni moja ya maeneo muhimu ambayo hujumuisha vikosi vya polisi vya Kenya katika mapambano dhidi ya ugaidi na uhalifu unaohusiana na makundi ya kigaidi yanayotoka Somalia. Katika taarifa nyingine, siku ya Jumanne, ubalozi wa Marekani nchini Kenya ulitoa wito kwa raia wake kuwa makini na kusita kusafiri katika baadhi ya maeneo nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na kaunti ya Garissa na maeneo mengine yaliyo karibu na mpaka wa Somalia, na hii ni kutokana na hatari ya vitisho vya ugaidi vinavyohusishwa na makundi ya kigaidi kama Al Shabaab. Ubalozi wa Marekani ulisema kwamba kuna hatari kubwa ya mashambulizi ya kigaidi katika maeneo hayo, na hivyo aliwataka raia wa Marekani kuwa waangalifu na kuepuka maeneo ya hatarishi. Kundi la Al-Shababu ambalo lina mafungamano na mtandao wa Alqaida limekuwa likiendesha vita vya muda mrefu kwa lengo la kupindua serikali ya Somalia na kuanzisha utawala wake katika eneo la pembe ya Afrika. Kundi hili linajulikana kwa mashambulizi yake ya kigaidi katika maeneo mbalimbali ya Somalia na nchi jirani, ikiwa ni pamoja na Kenya, ambapo wamekuwa wakifanya mashambulizi ya kulipua milipuko, kupora mali na kushambulia kambi za jeshi na polisi, hasa katika maeneo ya mpaka wa Kenya na Somalia. Hali ya usalama katika maeneo ya mpaka wa Kenya na Somalia inazidi kuwa tete kutokana na hatua za Alshababu na kuendelea na mashambulizi, hali inayohatarisha usalama wa raia na mali zao. Mashambulizi kama haya yamekuwa ni sehemu ya juhudi za kundi la Al-Shababu kupanua ushawishi wake na kuendeleza vita dhidi ya serikali ya Somalia na Kenya. Hivyo, hatua za serikali za Kenya na jumuiya ya kimataifa kama vile Marekani zimekuwa ni muhimu katika kupambana na tishio kama hili la kigaidi. Hii ni Sawasawa Digital. Habari kiganjani mwako.